Ni yeye akajitoa hahusiki. <laughs> Halo jamani, Bwana asifiwe. Ah, hivi waliopewa sheria ilikuwa ni Adamu peke yake au ni Adamu na Hawa? Sikiliza anavyosema, matunda ya miti yote ya katikati, ma, ma, matunda ya miti yote ya bustani twaweza kula, lakini huo ujuzi wa mema na mabaya Mungu amesema msi msile maana yake Hawa hahusiki kwenye huo mpango wa kuitii amri ya Mungu. Akalibadilisha neno, akaweka maneno yake kwamba Mungu amesema msile ni wengine ila sio yeye. Ndio maana changamoto hiyo bado ipo mpaka leo kwenye kanisa la Bwana. Tumeliacha neno. Tumeliacha neno. Na ndio maana tutahangaika sana kila njia, lakini kama neno lingesimama moyoni, washiriki wote wangetoa zaka na sadaka kanisani. Kilichoachwa ni neno, na ndio maana Petro anapoambiwa anapoambiwa, anapoambiwa na Yesu, shusha nyavu, anasema mchana huu, mbona usiku mzima huwa tuna, ndio ndio muda sahihi ambao tunavuna, haiwezekani mchana, ila kwa neno lako Nitalishusha nyavu. Jamani Bwana asifiwe sana. Kama tukilishika neno, kama tukilisimamisha neno, tutakuwa mawakili waaminifu wa kazi ya Bwana. Jamani Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukitafuta makundi mawili ya watu ya, ya, ya waabudu utayapata leo kanisani ukija utakuta kuna hayo hayo makundi. Kuna wachoyo na kuna wakarimu, kuna wapumbavu na kuna werevu. Tangu kanisa la kina Adamu, kanisa linasafiri kwenye vipindi vyote, makundi hayo mawili yapo. Nakumbuka kanisa la jangwani, kuna watu ambao walikuwa wanamsikiliza Mungu lakini wengine wanamwambia Haruni, tutengeneze sanamu, tutengeneze sanamu za ndama, tuseme hizi ndizo ambazo zimetutoa Misri lakini kulikuwa na kundi la waaminifu ambao walilishika neno, walilisimamia neno. Neno limeachwa sasa. Sikiliza, nikuchukue kidogo katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne, Mwanzo sura ya nne. Sikiliza, Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba akamzaa Kain, akasema nimepata mtoto mwanaume, uh, kwa Bwana. Akaongezeka akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kain alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kain akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akaitakabali, akamtakabali Habili na sadaka yake. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana. Uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, "Kwa nini una uso wa ghadhabu?" na kwa nini uso wako umekunjamana? Hili ni kanisa la kina Adamu, ambapo kanisa la kwanza hapa ndio linaingia kwenye ukengemvu kabla Bwana hajamwita Nuhu kwa ajili ya kurejesha usafi wa kanisa lake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hizi ndume, kuna madaraja mawili yanaonekana katika kanisa hili. Daraja la kwanza ni wale wanaomwabudu Mungu kwa kutaka kufuata wanachotaka wao wenyewe. Daraja la pili ni wale wanaoabudu kwa kutaka kufuata kile ambacho Mungu anakisema. Mmeona hayo madaraja mawili? Jamani Bwana asifiwe. Mmeona hayo madaraja mawili? Nimesema daraja la kwanza. Leo kuna kundi la watu kanisani ambao wamekuja kuabudu lakini kwa kufuata matakwa yao wenyewe, kile wanachokitaka. Lakini kundi la pili ni la wale watu ambao wanaabudu kwa kufuata nini ambacho Mungu anataka. Sasa unaweza kujichunguza mwenyewe. Ukaona hivi wewe ni miongoni mwa wale wanaoabudu kwa ku kwa kufuata wanachokitaka au ni wale wanaoabudu kwa kufuata kile ambacho Mungu anakitaka. Madaraja hayo mawili hapo, ndivyo jinsi ambavyo kanisa Bibilia inalifunua kanisa, aina za makundi ya watu wanaoabudu. Kuna mtu yuko hapa tangu kambi limeanza, hajawahi kutoa sadaka. Sasa hivi tunakusanya sadaka ya kambi, bado hata hatujafikia ingalau makisio ya kile ambacho tumepewa, lakini bado kuna mtu ambaye hajatoa na hataki kutoa. Amekuja kanisani, anakalia kiti, anaenda toileti, anaenda analala kwenye hema, anakula chakula cha kambi na hajatoa hata mia, anaenda Sayuni na program za usiku hapa ana machi <laughs> vibaya ndio iko in front yeah. Hajatoa hela ya shukurani ya kumshukuru Mungu kwanza, hajuagi kwamba kuna kushukuru yeye yeah, anajua tu kuna machi kanisani. Kwa hiyo lazima ukae chini utathimini mimi ni aina gani ya mtu anayeabudu jamani. Bwana asifiwe sana. Lazima ujikague kwanza ni aina gani ya ibada unayofanya? Kagua ibada yako, tathimini ibada yako. Je, ibada yako ina maana mbele za Bwana? Je, ibada yako ina inaleta tija mbele za Mungu? Je, ibada yako inakupa kibali kwa Bwana? Hayo ndiyo mambo ya kutafsiri. Lakini tumekuja kanisani, kilele cha ibada ni sadaka na hujatoa na unahitaji tuwashe kiyoyozi. Ngoja niwakumbushe jambo la msingi. Kanisa la Wadivetisa wa Sabato ndilo linalotegemeza utume wa kazi ya Bwana ulimwenguni, na utume hauwezi kwenda bila fedha jamani. Bwana asifiwe sana. Hauwezi kwenda bila fedha. Sasa ukija hapa ume, ume, piga tu madude yako na unarudi na hela zako. Unakalia viti ujui nani kanunua, unakula chakula ujui nani kanunua, unatembelea zulia ujui nani kanunua. Ni sadaka za watu wanaompenda Bwana ambao wanaabudu katika roho na kweli. Tathimini ibada yako jamani. Bwana asifiwe sana. Yaani kweli umekuja hapa na umetulia na hujatoa chochote, unajua Bora usije kanisani kama huna sadaka koja. <laughs> Nimalize, maana hata hivyo kambilikisha nitaondoka. Bwana asifiwe. nasema ni bora usije kama huna tabia ya kutoa nini, maana kilele cha ibada ni matoleo, na ukisema kwamba Bwana hajakubariki unamshuhudia uongo. Sikiliza, Biblia inasema, tupe mkate wetu wa kila siku ln anaweka vizuri. Kila kunapopambazuka, mbinguni kuna vikapu vimejaa baraka ambavyo malaika wanavichukua kwenda kuvisambaza kwa wanadamu. Kwa hiyo kila siku inayoenda kwa Mungu una mbaraka wako. Kila siku inayoenda kwa Mungu, Mungu ameandaa mbaraka kwa ajili ya maisha yako. Tatizo kubwa tunalokumbana nalo, hatuna tabia ya kuwasiliana na waliobeba baraka zetu. Ni wabishi kweli, kwa kuwa tumezoea kuendesha, tumezoea kuuza. Ukiamka asubuhi, uombi unachukua tu vitumbua tayari upo barabarani, lakini mcha Mungu wa kweli atavikabidhi vitumbua vyake kwa Bwana kabla hajaenda kuuza. Bodaboda wa kweli atamwambia Mungu, najua hapa kahama karibu yote nimeimaliza, lakini naomba baraka zangu leo ziko wapi, ili unapoondoka kukutanisha na wateja wako wa siku hiyo maana kila siku Bwana anatoa baraka kwa watoto wake, na hizi baraka hazibagui, zimbabui, zinawanyeshea waliowema na wasio nini. Dai baraka yako kwa Bwana kila siku, ili unapokuja katika nyumba ya ibada uje na sadaka. Hebu e, e, mwukie jirani yako kidogo, mkeukia jirani yako. Turn to your friend, mwambie Muombe Mungu akubariki uje kanisani na ibada. Acheni mjeuri unajua mimi ndo ni mchungaji niko hapa mbele. Nasema mgeukie jirani yako. Jamani Bwana asifiwe. Yaani nasema hivi msiniangalie mimi mgeukie jirani yako. Mwambie mchungaji asema muombe Mungu akupe baraka uje kanisani na sadaka. Acha kuleta shati tu hapa kanisani bila sadaka hapo. Jamani <laughs> Bwana asifiwe sana. Habili alikuja kwa imani. Biblia inasema akaleta ah, wanyama wake wazaliwa wa kwanza sadaka iliyonona kwa Bwana. Alileta kwa imani. Lakini Kaini akaleta ujira. Unajua anazungumzia imani na matendo. Kuna watu ambao wanashindana na Mungu. Anatoa tu kwa ujira, anajipangia anavyotaka. Anafikiri ataokolewa kwa matendo ya sheria lakini wapo waaminifu ambao wanatoa kwa imani, haijalishi wamebarikiwa kidogo kiasi gani, lakini kwa kuwa tu wamekipokea hicho watatoa kulingana na matakwa ya Bwana. Kuna mwingine anapata hapo anasema hamna, nimepata elfu moja siwezi kutoa mia mbili mimi <laughs> anakuja na ujira anasema hapa minampa mia, lakini kuna mwingine anasema nitampa Bwana hata kama sijui kesho nitaamka au sitaamka, kwa kuwa tu ni Bwana amesema, nitatoa sehemu ya kumi kwa uaminifu. Maisha ya imani ni yale ya kuwa tayari kufanya kwa kuwa tu Bwana amefanya. Hata kama sijui ninapoelekea, lakini kwa kuwa ni Bwana ameniita, nitakwenda. Ibrahimu anaambiwa nenda, na anaondoka kwenda kwenye mlima usiojua. Ni imani isiyokuwa ya kawaida. So, sikiliza. Skiliza. Uh, unajua katika kitabu cha Waebrania kumi na moja aya sita anasema bila imani haifai kumpendeza Bwana. Hivi utagundua kwamba wanadamu wanaamini wanadamu wenzao kuliko wanavyomwamini Mungu. Sitaki kuuliza wangapi wamepanda ndege, sitaki kuaibisha washiriki ila tu nataka niseme, unapokaa kwenye gari siti ya nyuma, haujui dereva anachokifanya, ila una imani kwamba utafanya nini? Unaendeshwa na mwanadamu ambaye hujui ni mvuta bangi, amelewa au hajalewa, ila una imani kubwa ya kwamba uta unakaa kwenye ndege, haumwoni hata pilot sehemu exactly alipokaa, lakini una, una imani kwamba nitatua salama. Sasa kama tunaweza tukawaamini wanadamu kiasi hicho, habari gani kwa Bwana anayetuomba sehemu ya kumi ya kipato chetu, aliyetuumba, anayetuhuisha, anayejua kesho yetu, kwa nini tunapoteza imani yetu kwake? Kama ningeambiwa, ninge kuwapendekezea kwenye mkutano huu, ningewapendekezea kurejesha imani yenu kwa Bwana. Murejeshe imani kwa Bwana. Ukiona una eti umepata shilingi elfu kumi alafu unahofu kwamba nikimpa watoto watakula nini? Hiyo unamtangazia ulimwengu kwamba umeshapoteza imani na nani? Jamani, Bwana asifiwe sana. Jenga imani yako kwa Bwana. Kaini anampangia Mungu, anaweka mipango yake mwenyewe. Haupaswi kuwa na mipango yako, we ukifikiri kwamba unazuia ili kesho ule nani, aliyekuambia kesho utakuwepo? unazuia ili kesho sikui jambo fulani litokee. Nani aliyekuambia ya kwamba kesho jambo fulani litatokea? Unajua, sisi tunaweka mipango yetu, lakini kiukweli sisi hatuna mipango. Tunapaswa kuomba mpango wa Mungu kwetu. Bwana asifiwe sana. Wewe hauna mpango. Na haupaswi kumpa Mungu mpango wako. Yaani mwaka unapoanza kabla haujaweka mipango ya familia, hebu kweni na wiki ya kufunga, kumwambia Mungu tunaomba utujulishe mpango wako kwetu ni upi. Bwana azungumze na familia yako. Sio wewe umpe mipango yako. Bwana ana mpango na wewe. Jamani Bwana asifiwe. Usimpangie Mungu. Wala maombi yako yasimlazimishe Mungu akae kwenye njia yako. Mungu ataendelea kubaki kuwa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lazima tuonyeshe kuwa waaminifu kwa Bwana. Kwa sasa nikupeleke kwenye kipengele fulani hapa. Tunapoenda kuomba Joni, leo Biblia inasema hivi, sikiliza hii theology hapa: ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Alafu aya ya nne inasema Habili naye akaleta. Hivi hapo, wa kwanza ni nani kuleta sadaka kwa Bwana? Ni Kaini au ni Habili? Shida hamsomi pamoja nami nasema, wa kwanza hapo ni, ni Kaini au ni Habili? Sikiliza tena, Biblia inasema hivi, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Hiyo ni ayatatu. Aya ya tatu aya ya nne Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake, sehemu zilizonona za wanyama kwa Bwana. Jamani, nani una kwanza hapo kuleta sadaka kwa Bwana? Kaini. Bwana asifiwe sana. Habili anafuata kuleta sadaka baada ya kaini kuleta, lakini hebu sikia hicho ambacho kinatokea. Biblia inasema hivi ah, Bwana hiyo ni aya ya nne. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Aya ya tano, bali kaini hakumtakabali. Sasa utakuja kugundua kwamba aliyewahi kupeleka sadaka kwa bwana ni Kaini, lakini sadaka yake ilikuwa kilema, sio kamii. Na Mungu hana tabia ya kushughulika na sadaka zisizo za haki. Mungu huwa hafurahii kukimbilia sadaka kilema haijalishi kwamba umewahi au imekuwaje, lakini sadaka isiyo kamili, Bwana hashughuliki nayo. Kaini anawahi kuleta sadaka kwenye aya ya tatu, lakini Mungu hashughuliki na sadaka ya Kaini. Mungu anakuja anashughulika na sadaka ya Habili. Anapomaliza sadaka ya mwenye haki ndipo anaenda aya ya tano anaenda kushughulika na, na, na swala la Kaini. Maana yake ni nini? Sadaka zisizo za haki, sadaka zilizokilema, Bwana hashughuliki nazo, na ndio maana mmefunga maombi yenu kwenye sadaka zisizofaa. Mmeleta zaka za uongo, sadaka za uongo, na mnaomba mambo hayatokezi. Sikiliza nikuambie. Bwana anashughulika na watu wa haki wakamilifu. Haijalishi ulinitangulia. Wala siogopi na mafanikio ya mtu aliyenitangulia ambayo siyo mafanikio ya haki. Maana najua zamu ya mwenye haki ikifika Mungu atashughulika nayo. Habili akaleta na Kaini naye akaleta. Habili anatangulia kwenye mimbari kuleta sadaka isiyo ya haki. na Mungu hashughuliki nayo. Soma uone, aya ya tatu. Mungu ana, ile sadaka inawekwa, hashughuliki nayo. Lakini Habili anapoleta sadaka ya wanyama walionona, Biblia inasema Bwana akamtakabali, akampa kibali Habili. Kuna vibali vimefungwa kwenye maisha yetu kwa sababu ya, ya sadaka tunazozitoa zisizonona mbele za Bwana kuna vibali ambavyo tumevifunga kwenye biashara zetu. Kuna vibali ambavyo tumevizuia kwenye ofisi zetu kwa sababu ya kutoa sadaka zisizo kamilifu kwa Bwana Mungu ashughuliki nazo utasubiri sana. Umekuwa Msabato wa jina, Mkristo wa jina. Tukihamasisha kidogo leo ndio hauangalii kwamba zaka ni shilingi ngapi. Hivi umesha kutana na wale watu ambao wanatoa hela yoyote tu kwa ajili ya kanisa, wakidhani kwamba kanisa lina hela sana kwa hiyo wanasema hela yoyote tu inaweza kulitosha kanisa ama kulifaa. Nini wewe? Mungu ameweka utaratibu namna ya kuhusika katika utume wa kazi yake. Jamani, bwana asifiwe sana. Kuna watu wako hapa ambao hatengi zaka wala sadaka ila anamkadiria tu Mungu kwenye mshahara kuwa anapokea milioni tano ukishaingia, anapeleka laki mbili, na akiona kwa kwa zaka nyingi za watu sio za laki mbili, anasema mimi ndio natoa sana. Kumbe hajui, yeye akili yake ipo kwenye wingi, imehama kwenye uaminifu. Na Mungu haipo kwenye wingi, Mungu yupo kwenye uaminifu. Kwa hiyo Mungu wetu sio wa chochote. Hatuwezi tu tukatoa chochote tukasema tunampa, ah, ah, Mungu sio wa chochote. Usitoe tu hela yoyote ukasema kwamba hii italisaidia kanisa, hapana. Mungu ameweka utaratibu namna ya, kule, ya kushiriki utume wa kazi yake katika kanisa lake. Jamani, bwana asifiwe sana. Tenga fedha yako vizuri. Kuna watu wameongoka ambao wanaelewa vizuri mishahara yao, hata kama wameichukulia mikopo, wanajua kwamba basic ni kiasi gani, hii ikoje, ninamtolea Mungu kwa kiasi gani, wanaelewa. Lakini kuna wale watu ambao kanisani wanapindiza, wanaingia na ndinga, anabadilisha tu, lakini kwa Mungu anamkisia, tatoa elfu ishirini leo. Sio ibada ya kweli, ni ibada ya sanamu, sio ibada ambayo Mungu anaifurahia. Nataka niwakumbushe watu wa Mungu, Mungu sio TRA anayekusanya kodi katika makanisa yake. Ukiona Mungu ameagiza kukusanyiwa sadaka, ameagiza akusanyiwe mioyo ya upendo. Ukiona ameagiza akusanyiwe saka ame, ameagiza akusanyiwe mioyo ya utii. Kwa hiyo Bwana sio TRA, ni mkusanyaji wa mioyo iliyojaa utii na upendo ndani ya kanisa lake. Tunapoleta sadaka kwa Bwana tunapeleka mioyo kwenye hazina ya Mungu. Mungu hadili na pesa. Ndio maana yule mama, kama mnakumbuka katika Biblia, yule mama baada ya Mafarisayo na wengine wote kupeleka sadaka za maboksi na nini, yule mama akachukua sadaka kake akakapeleka, na alipofika Mungu akasema huyu ametoa zaidi, na ile ilikuwa ni sadaka, maana zaka huwa haitolewi zaidi lakini mama alitangaza upendo usio wa kawaida. Mungu anasema huyu ametoa zaidi, ile ilikuwa ni sadaka senti tu. Kwa kuwa wale mafarisayo imani yao ilikuwa ni kwenye wingi, lakini yule mama alitoa sadaka ya moyoni. Ndio maana Mungu anasema nimewapa damu ya moyoni, ninyi mmenipa nini? Nimewaletea miaka mingi duniani, nimewainua kutoka ufuni. Ninyi mmenipa nini? Nilikupa wewe damu ya moyoni, ili uokolewe uinuke u Nimekunyima ni wewe, umenipa nini? Nimekunyima ni wewe, umenipa nini. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutuhudumia kama si rehema zako na baraka zako tungalikuwa wapi? Tunakushukuru kwa kifo cha mwanao mpendwa Yesu Kristo Mwokozi wetu kwa kuitoa damu yake kuwa ondoleo la dhambi, lakini na kufufuka akatuhuisha. Bwana tunakushukuru kwa upendo, asante kwa ushirika wa Roho wako Mtakatifu uliyemtoa kutudumisha katika kweli yote. Asante kwa mkate wa kila siku, umetupa mavazi, umetulisha, umetupa kila hitaji, hata maji umetunywesha. Huenda tukahesabu hayo ni madogo katika maisha yetu, lakini katika mikutano hii tunakiri ya kwamba Bwana umetuhudumia. Jina lako litukuzwe endelea kutufundisha jinsi ya kutafakari baraka zako, jinsi ya kuzihesabu baraka zako, ili tusione kizuizi wala tusione sababu ya kutuzuia kuwa waaminifu, kuleta mioyo yetu katika hazina yako. Tunatamani tukusanye mioyo yetu, tulete katika hazina, ijae na kufurika hata pasiwepo nafasi ya kutosha katika makambi haya. Fufua ibada ya moyoni iliyokufa, rejesha neno lililoondoka mioyoni mwa watoto wako, inua tena madhabahu mapya ya ibada ya kweli katika nyumba za mioyo yao. Na mwisho Bwana, liandaye kutano hili kwa ajili ya maisha ya milele. neema yako itufunike, ushirika wa Roho Mtakatifu we pamoja nasi na upendo wako Mungu Baba ukae pamoja nasi katika jina lake Yesu Kristo Mwokozi wetu, Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uh, ni kipindi cha kubariki watoto kwao, nipende kuwaomba wote ambao mna watoto ambao bado hawajapata huduma hiyo